bismillahi rahman rahim assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh watanzania wenzetu tumetembelea madrasa hii umoja maimamu na walimu wa madrasa ya tanzania katika siku ambazo ziko karibu sana na mwezi mtukufu wa ramadhani leo ni februari 2026 ramadhani iko ama jumatano au alhamisi hijayo insha allah lakini nataka kuwaonyesha hali ya watoto hawa hii ndio begi yake anayotumia kwa ajili ya kuweka vifaa vyake. Kwanza imetoboka, lakini pia ni mfuko wa unga wa baharesa. Lakini hapa kuna hii mchele wa bulbul wa basmati, ndio begi yake. Hapo kuna hii hapa, hii hebu angalia hili. Eh? Angalia huu hapa mfuko huu ndio mabegi wanaotumia, lakini kwa kupitia wadau mbalimbali kama mnavyojua, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala amejalia tunao wadau sisi nje ya nchi wanatusaidia. Leo tumeweza kukusanya mabegi haya mapya pamoja na vifaa ndani yake, kuna compass na madaftari haya, na wataweka vifaa vyao hivi. Watoto watakuwa comfortable katika kuhifadhi vifaa vyao. Ndugu yangu Mtanzania, tunakuomba tushirikiane katika heri kama hizi. Mwezi wa Ramadhani huko mbele hapo, sasa hivi bado siku chache. Mpaka lini? Wewe utabana na pesa yako? Toa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka tukatafute msaada Human without borders huko Uingereza, tukatafute msaada One Nation, tukatafute msaada Abdullah Aid, tukatafute msaada e, kwa Al Khair Foundation, tukatafute msaada kwa taasisi mbalimbali mbali ambazo hazipo hapa. Wewe unafanya nini? Kwa nini tusisaidiane sisi tukawasaidia watanzania wako, walemavu wako, wajane wako ambao wako katika hali duni, mafakiri maskini hawana chakula cha kutosha. Ramadhani hii tumeweza kugawa futari, tutaendelea kugawa futari, tutaendelea kugawa futari, tutaendelea kugawa tende. Lakini wewe utakuwa na ushirika gani ndani yake? Toa na wewe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Namba zetu za simu zipo, shirikiana na sisi kwa ajili ya kuwasaidia watanzania katika mikoa mbalimbali, wilaya mbalimbali, vijiji mbalimbali. Inshallah, sisi tutaendelea na program ya futari, lakini tutaendelea na vile vile na program ya kuwasaidia watanzania kwa kuwapa mabegi ya vijana lakini pia nagawa misahafu ambayo inatafsiri ndani yake, lakini pia tutafanya zoezi la kuwawezesha jasiriamali ya, tutawapa tu mshipi na ndoano, watavua samaki wenyewe, watapata riziki ya halali. Na kuomba tushirikiane katika mambo haya. Umoja wa Maimamu na Walimu wa Madrasa Tanzania, umata unafanya jitihada hizo, tunakuomba na wewe tushirikiane kwa pamoja. Jazakumullah khair wasan jazafi dharen shukran.